Aise, najua wapo wanaonizungumzia nyuma yangu, lakini sasa nashangaa kwa nini nijali. Wakizungumza, mimi nasonga mbele. Wakichukia, mimi bado nacheka. Kama mtu ananichukia bila sababu, basi hiyo ni ushahidi kuwa nimezidi kung'aa kuliko walivyotarajia sina muda wa kujitetea kwa kila sauti ndogo, maana najua muda ninaotumia kujibu chuki ni muda ninapoteza kujijenga. Sasa nikiwaza kwa sauti, labda ni vizuri wakizungumze, angalau najua bado mimi ndiye mada yao, na kama simba sitawahi kugeuka kujibu kelele za mbwa. Najua mimi ni nani na hiyo inatosha.